Samia Suluhu Hassan ameshinda tuzo ya kimataifa ya dikteta wa mwaka elfu mbili na ishirini na tano. Makala hii inazungumzia kwa kifupi kuhusu ushindi huo mnono wa Samia Suluhu Hassan, lakini katika hatua ya pili ya makala hii inazungumzia mkutano mkubwa kabisa wa Watanzania ambao mada kuu ilikuwa ni kujadili kuhusu mkakati au mikakati ya kumng'oa Samia Suluhu Hassan. Naanza na hilo la kwanza la ushindi mnono wa Samia Suluhu Hassan. Kwa hiyo um, kama unafahamu Jasusi TV iliweka hapa kuhusu Samia kuteuliwa kuwania tuzo ya kimataifa ya dikteta wa mwaka elfu mbili na ishirini na tano. Hii tuzo huwa inaandaliwa na taasisi ya kimataifa ya Index on Censorship na huwa inafanyika mwishoni mwa mwaka. Kwa hiyo kwa mwaka elfu mbili na ishirini na tano tuzo ilikuwa ikiangalia kundi la viongozi uh, wenye tabia za kidikteta kuanzia Disemba elfu mbili na ishirini na nne mpaka Disemba elfu mbili na ishirini na tano. Na Samia alikuwa akichuana na madikteta wengine uh, tisa. Kwa hiyo jumla ilikuwa ni madikteta kumi na kilichopelekea Samia kuteuliwa kuwania tuzo hii hasa ni yaliyojiri nchini Tanzania kuanzia Oktoba elfu mbili na ishirini na tano. Mnafahamu siku hiyo kulikuwa na maandamano ya mashujaa wa Gen Z, lakini kwa bahati mbaya Samia akatuma vyombo vya dola kwenda kuwachinja hawa vijana, na hadi sasa hivi inaelezwa kwamba takriban zaidi ya Watanzania elfu kumi waliuawa katika chinja chinja iliyodumu kwa takriban mwezi mzima wa Novemba. Na licha ya wengi waliouawa wakati wa maandamano kuna idadi kubwa pia ya watu waliouawa hata baada ya maandamano, kwa sababu hivi vikosi vya ulinzi baada ya maandamano kuisha, takriban siku nne tangu yalipoanza, vikaanza kupita kwenye makazi ya raia na kuwatoa uhai. Sasa um, hii takwimu ya kusema zaidi ya watu elfu kumi waliuawa ni kutokana na figa iliyowasilishwa kwenye mahakama ya kimataifa ya uhalifu. Tunafahamu kuna kundi la wanasheria wa kimataifa ambao wamemfungulia kesi Samia Suluhu Hassan na katika submission yao wamesema kuwa idadi ya waliouawa ni zaidi ya watu elfu kumi lakini licha ya hilo la mauaji yaliyoanza Oktoba ishirini na tisa pia kulikuwa na rekodi ya Samia kuhusiana na matukio ya utekaji a, pamoja na watu kubakwa watu kulawitiwa na utesaji ambayo yalimuongezea uh, sifa za kuwemo katika hilo kundi la madikteta wa mwaka elfu mbili na ishirini na tano. Na ukiangalia watu waliokuwa wakichuana nao, basi inakupa taswira kwamba Samia yuko vizuri sana katika hili eneo la udikteta, kwa sababu alikuwa na kompetishen kubwa sana. Kwa hiyo wagombea wengine wa tuzo hiyo uh, waliokuwa wakichuana na Samia ilikuwa ni pamoja na Mula Akunzada, huyu ni kiongozi wa Taliban kule nchini Afghanistan. Huyu ana rekodi chafu sana katika masuala ya haki za binadamu hasa ukandamizaji wa haki za wanawake na za watoto. Mgombea mwingine ni Naibu Bukele. Huyu ni rais wa El Salvador naye ana rekodi chafu sana kwenye masuala ya haki za binadamu. Mwingine ni John Lee wa Hong Kong, Narendra Modi wa India ambaye analaumiwa sana kukandamiza haki za Waislamu nchini India. Vile vile Ayatollah Ali Khamenei Uh, wa Iran ambaye anafahamika kutokana na serikali ya Iran kuwa ni yenye msimamo mkali wa kidini na ukandamizaji wa haki za binadamu nchini humo na hivi tunavyoongea kuna maandamano makubwa yanayoendelea nchini Iran. Uh, mgombea mwingine kwenye hii nafasi ya dikteta wa mwaka elfu mbili na ishirini na tano alikuwa ni Benjamin Netanyahu. Huyu mnamfahamu, waziri mkuu wa Israel ambaye amesimamia mauaji ya maelfu ya Wapalestina ambayo yanaendelea mpaka wakati huu. Kadhalika, mwingine alikuwa ni Vladimir Putin, rais wa Urusi, vilevile uh, vile Recep Tayyip Erdogan, rais wa Uturuki, na Donald Trump. Unaweza kushangaa kwa nini Trump ameingia katika orodha hii, lakini ukweli, tangu aingie madarakani katika awamu ya pili, Trump amekuwa na rekodi isiyopendeza hasa kwenye kandamiza haki za wageni uh, wageni nchini Marekani. Lakini pia hivi majuzi amefanya shambulio nchini Venezuela, ambapo alimkamata rais wa nchi hiyo Nicolas Maduro. Japo Maduro hakuwa mtu safi, lakini sheria za kimataifa zinapaswa kuzingatiwa, na si jambo linalokubaliwa linalo kwa nchi moja kwenda nchi nyingine kumkamata kiongozi wa nchi husika. Kwa hiyo well, hawa ndio waliokuwa wanaochuana na Samia Suluhu Hassan katika kuwania kinyang'anyiro hicho cha tuzo ya dikteta wa mwaka elfu mbili na ishirini na tano. Wote walikuwa ni wanaume na mwanamke pekee alikuwa ni Samia Suluhu Hassan. Sasa utaratibu wa mshindi alivyokuwa akipatikana ulikuwa ni kwa njia ya kura. Kwa hiyo waliomwezesha Samia Suluhu Hassan kushinda sio hii taasisi ya Index on Censorship ambao wa ndio wameandaa hii tuzo, bali Watanzania, idadi kubwa kabisa wa Watanzania walijitokeza kuhakikisha kuwa Samia Suluhu Hassan anashinda tuzo hii muhimu ya kimataifa ya dikteta wa mwaka 2025. Kwa hiyo, pongezi zinaenda kwake kwa kushinda tuzo hii lakini, pia pongezi nyingi ni kwa Watanzania waliowezesha uh, Samia kuweza kuibuka kidedea katika tuzo hii muhimu. Baada ya hilo, naelekea katika tukio kubwa lililojiri hapo jana ambapo maelfu ya Watanzania walikutana katika mitandao mbalimbali mbali ya kijamii kuhudhuria mkutano wa kitaifa wa Gen Z. Uh, mkutano huu awali uliandaliwa kufanyika kwenye mtandao wa kijamii wa Discord lakini, uh, baadaye ukaishia kufanyika katika mitandao mbalimbali ya kijamii ambapo pamoja na hiyo Discord pia ulifanyika kwenye Clubhouse, uh, Twitter uh, hakukuwepo Twitter samahani. Uh, Clubhouse, uh, Instagram, uh, TikTok pamoja na Facebook. Twitter haikurusha huo huko uh, Tanzania. Kwa hiyo mkutano ulikuwa na mafanikio makubwa kutokana na idadi ya watu waliohudhuria uh, kwa mujibu watakwim, wa takwimu zaidi ya Watanzania elfu kumi walihudhuria mkutano huo, na kama aliosema awali ajenda kuu ya mkutano ilikuwa ni kufanya tathmini ya harakati ambazo zimekuwa zikifanyika kumtoa madarakani Samia Suluhu Hassan hasa suala la maandamano. Kwa nafahamu Oktoba 29 maandamano ya Jenz yalikuwa na ufanisi mkubwa licha ya unyama mkubwa uliofanywa na Samia Suluhu Hassan ambao ulipelekea maelfu ya vijana hao kuuawa, lakini hiyo haiondoi ukweli kwamba maandamano ya Jenz ya Oktoba 29 yataingia katika kumbukumbu -kumbu za historia ya Tanzania kama maandamano makubwa kabisa katika historia ya Tanzania. Um, kwa hiyo moja ilikuwa ni kutathmini kwamba kwa nini maandamano ya Oktoba ishirini na tisa yalikuwa na mafanikio, lakini maandamano yaliyopangwa ya baadaye yamekuwa yakisuasua. Disemba tisa kulikuwa na maandamano, mahudhurio yalikuwa ni hafifu. Disemba ishirini na tano kulipangwa pia maandamano, mahudhurio yakawa hafifu zaidi. Na Januari mosi ya mwaka huu elfu mbili na ishirini na sita pia kulipangwa kufanyika maandamano, lakini ni kama hakukuwa na maandamano yoyote kwa sababu hakuna watu walio Jitokeza. Kwa hiyo hii ilikuwa ni moja ya ajenda kutathmini nini ambacho kifanyike kuhakikisha kuwa mkakati wa maandamano unafanikiwa. Um, kwa bahati mbaya pengine idadi kubwa ya walioongea walijikita zaidi kutoa malalamiko, malalamiko kuhusu Samia Suluhu Hassan, malalamiko kuhusu serikali kwa ujumla, na kwa hakika hiki ni kitu ambacho unaweza kukielewa, watu wana hasira, watu wana wana majonzi na jana tu Samia aliongea huko Zanzibar akaongea maneno ya kebehi dhidi ya vijana, akidai kuwa sasa hivi vijana kama wamekoma, hawawezi kujitokeza tena kwa maandamano kutokana na yale yaliyofanyika Oktoba 29. Yani ni kama mtu anafurahi ule yale mauaji al, al, aliyoamuru yafanyike Oktoba 29. Kwa hakika haya si maneno mazuri, lakini ni ukweli mchungu kwamba swala maandamano lina changamoto zake, na moja ya sababu ambazo zinachangia Uh, kufanya mahudhurio kuwa hafifu ni kwamba hakuna mtu aliyejua kuwa Samia ana uwezo wa kufanya unyama mkubwa kiasi ile. Kwe, mbili, kwa hiyo kijana unapomwambia uh, kaandamane anatafakari mara mbili mbili kwamba huyu mtu ninayepambana naye ni hatari anaweza kufanya kitu kibaya kama waliofanyiwa wale vijana wa jinsi Oktoba ishirini na tisa. Ah, vile uh, vile kulikuwa na kuangalia sasa nini kifanyike, way forward. Watu wamekuja na mawazo mbalimbali lakini kwa kiasi kikubwa mkutano um, ulijikita zaidi kwenye malalamiko. Kwa hiyo mikakati ya nini kifanyike ndio ulijitokeza na maazimio hapa na pale um, lakini azimio moja ambalo pengine halipewa kipaumbele kikubwa ni hili la kususia uh, na pamoja na kuwatenga watu ambao wako karibu na serikali, wako karibu na CCM, kwa sababu uh, Jasusi TV kama ilivyowahi kueleza mara kadhaa, mkakati huu ulikuwa na mafanikio sana huko Zanzibar, ndio ulioilazimisha CCM Zanzibar kukaa kitako na upinzani baada ya mauaji endelevu waliokuwa wakifanya katika chaguzi mbalimbali, na ikumbukwe kwamba idadi kubwa ya watu wanaokamatwa mitaani wanalengeshwa na wenyeviti wa serikali za mitaa, wanalengeshwa na wajumbe wa nyumba kumi, wanalengeshwa na viongozi wa ngazi za mtaa. Kwa hiyo hawa ni watu ambao wanaweza kulengwa na kukawa na ufanisi mkubwa. Kwa hiyo, labda pengine hili litafanyiwa kazi huko mbele. Je, una maoni maoni gani kuhusiana na haya mawili? Karibu utoe maoni hapo chini kwenye komenti. Asanteni na kwa herini.